Kwanza nikupongeze, ni ndugu yangu, shukrani sana bwana. Kuna sehemu tulipita tukawa tunapatapata msosi kidogo, bahati mbaya bwana, nikasahau kibegi. Mwanetu huyu hapa, msamaria kaichukua, aujekisachi mjinga. ah, angesachi sidhani kama angeleta <laughs> <laughs> <laughs> ah, mwanangu, shukrani sana kwa sababu tuko kwenye safari enda Kigoma bana, kwenye semina yetu ya Magic Builders International. Sasa bahati mbaya tumekula tumemaliza, nikaacha kibegi pale hivi mwanawetu akakichukua, kwa sababu alituona pale nini, fresh kama staarabu, ametukimbilia, ametufikia na pikipiki yake hii hapa. Yes, kaleze maneno, wewe ni dongke <laughs> <ha>? Ah, kuna deki <laughs> nilikuwa nimeisha, so hey. Po, atumpe hata mwanetu mbesi. Nipe ila ndogo hapo, hauna ndogo? hata hiyo? Basi poa mwanangu, shika hii hapa mwanangu, na shukrani sana mwanangu. Ah, kuda deki. Poa mwanangu, basi tasomana oya. oh, hata kama amesearch nahisi aliona mapafu mapafu, uh -huh. oh, juu fujussi e kuna hela huko. Ah, kuda deki. Wewe ndao. Hivi unajua mtoto ana hatari wewe? Ndao ana roho mbaya. Oh, cheki. Kwa nini umempa elfu mbili? Acha ujinga. Yes, wacha. Ndao ni shilingi ngapi? Milioni kumi. Milioni kumi umempa shilingi ngapi? Ndao umempa shilingi ngapi ndao. Acha ujinga. Angalia, angalia tulivyo, angalia yani distance ya pale mpaka hapa sawa. <laughs> Alafu angalia na mzigo ambao ndalo amekwameusau ndalo. Anampa elfu mbili sawa. Tabia ya waha, acha ujinge, ni uchoyouo ni uchoyo. Aa, asema dakubababake mimi naiwaza elfu mbili ndalo, amna cha kwanza. Safari ingekuwa chungu k kama yule dogo angeona hiki kitu kaka

Roho mbaya hiyo, mwanangu, taje dini di yako, watu wataanza kuifuata <laughs> <laughs> etajatuni <Uwe. laughs> mpaka